Tuelekea kaunti nambari 20 ambapo serikali ya kaunti ya Kirinyaga ikishirikiana na wataalamu wa kilimo kuwapa mafunzo maalum wakulima ili kuongeza mazao. Mpango huo unalenga kuwaimarisha wakulima na wafugaji kuhusu lishe bora, usimamizi bora wa kilimo na njia za kupata masoko. The dairy production has increased.

on how to get good breeds and also to feed them with quality mineral supplements. Likewise, maybe letting them have adequate water. I itandae na ije kwa wingi ili kila uh, kila mahali tuwe, uh, tuna tap i natural resource, kwa sababu uwekaji wa nyuki ni kitu ambacho unakiweka na kinakuletea pesa hapo hapo, na hujaenda mbali. Unaenda tu unaweka mizinga yako na uh, inakuletea pesa.